Asanteni sana lango. Jina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana wa Uhuru Kinyatta Migai, mbunge mtarajiwa wa Embakasi Central 2027. Hey. Yes. Hey. na hey. Mimi nataka kusema hivi. Mambo ya chama cha ODM. Mambo ya chama cha ODM. Na hii nataka kuambia watu, yule mtu hapo na capability na no uwezo ya kuran chama cha ODM na ana njaa ni Mheshimiwa Sultan Ali Hasan Joho, kwa sababu Mheshimiwa Ali Hasan Joho tulia bwana, mama mamaak, kwa sababu ali Ali Hasan Joho huyo ndio akona damu ya Mheshimiwa Raila Amolo Udinga, Ali Hassan Joho kwa sababu Joho akona damu ya ODM na Joho hana njaa ya kuuza chama Jo haana mpango ya kusambaratisha chama mbango. So nataka kusema hivi, yule kiongozi wana ODM, kama mnataka chama yenu isimame, kama mnataka chama yenu isonge mbele, ni Jo ndiye atakaa na vijana wote. People like Babu watasikiza Babu, Babu watasikiza Mheshimiwa Sultani. People ane, like Yusufuna watasikiza bwana uria peleke mama yako bwana. Hii hapa kama ukitaka yupelele peleke mama yako. Na unazimeta kwa vile nofu yako. Uria uria ya mama yako kwani uria si Mkenya? Wewe wewe ndio Mkenya unatojua mambo yao. Wewe umejua baba ya John na mama yake. Atakuambia mambo ya Somalia. Somalia si Mkenya. Yupo peleke mama yako huko bwana usikilie fuala kama hiyo. So nasema hivi. Mheshimiwa Tito Kiroan Sultan. Huyo ndio kiongozi ametosha Quran chama cha ODM, kwa sababu chama inahitaji fedha, chama inataka msimamo, chama inataka uongozi. Na sijawahi ona mheshimiwa Ali Hassan Joho akisaliti eh, mheshimiwa Raila Odinga. Kwa nini sasa ndio unataka kusema wao ati musomali musomali ya mama yenu, wakati kwa natuwa pesa kwa chama mulikuwa na kula pesa but perekea mamako perekea mamako perekea mamako. ODM siyo chama ya Wajaluo, perekea mamako. Kamu nasikia Joho hapai kukua kwa chama cha ODM, perekea mamako, kwa sababu Joho ndiyo ameweka pesa yake kwa kwa hiyo chama. Mtu anakutajia Mujaluo pesa ngapo wameweka kwa chama, wanitajia hao wakizimu wameweka pesa gani kwa chama? Joho ameweka pesa yake mingi kwa chama cha ODM. Joho ameweka mkufiati mkutano kwa ODM. So, tukisungumuza mambo ya Alice and Joe. Joe ndiye atakodi ataweka vijana kwa chama. Ukiondoa Joe, kwani hao vijana watenda wapi? Hao vijana watasambaratika. So, Joe ndiye atakana hao vijana, people like Babu Sifuna, akina Kaleba Misi Ao, isipokuwa atutaki mwana kwa ya huyu ya ya Homa Bay. Aende cheza mahali alikuwa ameongea. Ni baba anasumbua Wanga. Hadi mwana kwa. Wanga sio riga ya ODM. Nini wanga ameletea ODM? Hakuna. Anagawa.